Utalala na huyu pepo mara sita kwa siku hadi afe, kisha atakupa pesa na mali. <sighs> Analala na mapepo ili kupata utajiri. Katika kijiji kimoja hivi kinachojulikana kama Kongwe paliishi mwanamke mrembo na mwenye weledi aliyeitwa Zawadi. Zawadi alikuwa na umri wa miaka ishirini na mitano na alikuwa ameolewa na mume wake aitwaye Juma. Pamoja na bidii yao ya maisha, lakini bado yalikuwa magumu, walikumbana na umaskini mkubwa sana. kila siku Zawadi alitazama watoto wake wakiwa na njaa na hali ya maisha yao ilikuwa duni sana, na moyo wake hurumia sana. Alihisi kuwa anaweza kufanya zaidi ya kile alichofanya ili kuinua hali ya familia yake. Alikuwa na hamu kubwa sana ya kubadilika kimaisha, lakini njia zake zilikuwa hataki kabisa apite kiarari, njia zake zilikuwa ngumu sana. Juma, mume wake, alikuwa ni mwanaume mwenye subira na mwenye busara kubwa sana. Alimwambia Zawadi, mke wangu, Mungu atatupatia kwa wakati wetu, tumepambana sana, tumefanya hiki na kile, tutapata tu. Lakini Zawadi alihisi kuwa alihitaji kufanya haraka ili kuokoa familia yake. Siku moja, Zawadi alisikia habari za mganga wa kienyeji aliyeitwa Mama Mapenzi. Wanakijiji walisema kuwa Mama mapenzi Alikuwa na uwezo wa kuwapa watu utajiri kwa haraka na kuwaleta kwa kutumia mapepo. Zawadi aliamua kumtembelea Mama Mapenzi. Alimwambia, "Mama, naomba unisaidie. Nataka kuwa mtu mwenye utajiri, lakini sina njia ya kufikia huko. Nisaidie nipate utajiri wa haraka." Mama Mapenzi alimtazama kwa makini na kusema, "Ninaweza kukupa utajiri wa haraka, lakini kuna bei ya kulipa. Utalala na mapepo usiku kucha na yatakuletea utajiri, lakini ukiwa na nia mbaya utakosa amani milele." Zawadi alikubali bila kufikiria mara mbili. Alichukua dawa hiyo na kumwambia mama mapenzi Nimekubali nipe utajiri, na hata kama nitakosa amani sitajuta. Usiku ule, Zawadi alitumia dawa ile na kulala kwenye chumba chake. Aliota ndoto ya kushangaza sana. Aliona mapepo wakimwambia, tutakuletea utajiri lakini utalipia kwa amani yako. alipoamka Aliona pesa nyingi na vitu vya samani karibu na kitanda chake. Alifurahi sana na kuanza kutumia pesa hizo kununua vitu kwa familia yake. Mwanzoni, Zawadi alihisi kuwa amefanikiwa. Alinunua vitu vingi kwa familia yake na kuwa na furaha ya muda mfupi, lakini baada ya siku chache tu alianza kuhisi hofu na wasiwasi wasi. Kilio cha sauti kidogo alizani ni mapepo anakuja kumtaka. Hakuweza kabisa kulala vizuri usiku, akili yake ilikuwa na mashaka kila wakati. Alianza kujuta kitendo chake alichokifanya cha kutaka utajiri wa haraka. Alitaka kuacha kulala na mapepo, lakini alijua kuwa hakiwezekani kwa sababu alishawahi kuanza Juma mume wake alianza kumtazama Zawadi kwa shaka. Aliona kuwa mke wake alikuwa na tabia ya kubahatika na kukosa amani. Alimuuliza Zawadi, umefanya nini ili upate utajiri huu? Zawadi alimwambia ukweli, nimekula kiapo cha kuwa na lala na mapepo ili nipate utajiri, alisema kwa huzuni. Juma alishtuka na kuhuzunika Alimwambia, umefanya nini? Umefanya makosa makubwa sana, utajiri huu hautaleta amani, ni bora tuwe umaskini lakini tuwe na amani. Zawadi aliamua kutafuta msaada kwa mganga mwenye hekima aliyeitwa Babu Mwenye Nguvu. Babu Mwenye Nguvu alimwambia, ili uachane na mapepo unahitaji kufanya toba na kurudisha utajiri wote uliopata, yani, utajiri wote aliyokupatia mapepo inabidi uyarudishe. Zawadi alifanya yote aliyoambiwa na babu mwenye nguvu, alirudisha utajiri wote na kujitenga kabisa na mapepo. Alipata amani ya moyo na kuwa mtu mwenye furaha tena. Baada ya hapo, zawadi alibadilika kabisa. Alianza kufanya kazi kwa bidii na kuwafundisha wengine juu ya hatari ya kulala na mapepo. Alikuwa mfano mzuri kwa watoto wake na hata kwa wanakijiji wote waliomzunguka. Hadithi yake ikawa somo kwa watu wote wa Kongwe. Walijifunza kuwa utajiri wa haraka unaweza kuleta madhara makubwa sana, na kuwa amani ya moyo itatoweka kabisa. Amani ni muhimu kuliko kitu chochote, kwa hiyo ni bora kuitunza amani ya moyo kuliko kufanya vitu vya kipuuzi kabisa. na hapo ndo mwisho wa stori yetu. Na hii ni SMAX FILMS, inaitwa smax sma king of US. Usisahau kusubscribe kulike na kucomment ili weeed na video mpya takaofuatia, namaste.